<taka>, hey, acha banki kijana, tulia. Hii ngoma lazima ni kuweke cheza draft, acha kuniletea fujo. Hii draft ni wewe, kwenu ndio alishindi, ila mi kwe kwangu mi linashinda, na na na rekodi hivi kwa ushahidi kabisa, usijoki kuniletea janja janja kijana, maana nyinyi hamuelewekagi <clears throat> nyinyi hamuelewekagi amuelewekagi nyinyi, utasikia yule eyoulyaye amuelewekagi nyinyi <laughs> kana, kana cheka, kana, cheka ilajiatu madraftaya bwana, ila kijana wewe, yani unanicheka fundi pundi, yani pundi unanicheka hivi, unaelewa? Hadi hapa nilikuwa nakutema hivi. Wewe lijinga, kumbe una akili ah! Basi wenzetu wenzetu wenzetu wenzetu, kwanza hii shika hapa, ni amueleweki nini? Shika hapa, ni amuelewekaji. Shika hapa ii, hawa madrafu unaweza ukasema kuna uchawi. Shika hapa, shika hapa Cheza draft. Cheza cheza draft. Mjinga we unamtukana fundi nani? Ujinga. Cheza draft. Ah, subiri haina shida, tuende hapa cheza ah, drafti ah, draft kuna muda. Cheza hapa nyinyi, mnajua kucheza madrafti au, we ndio kula kemikali baba hiyo. Mi sikufunge hii na wewe, umekuwa sangasi we. Mi na usangasi na wewe eh, mi na usangasi na wewe safi. Unavuta mkuu, yati hapa. Haya, kijana kijana wa watu huyo hapa, kijana. Na mimi nilisema tu, nisipolekodi nyinyi mnagomaga nyinyi, nyinyilaza amwache tu aa <laughs> <mini> <laughs> <laughs> <laughs> <Noche. laughs> mi najua we ndio umeona limeisha, ila mi nimemsamehe, mi nimeamua kumsamehe. Pita gani? Pita gani unaemzungumzia wewe hapa? Pita gani unaemzungumzia wewe? Nawe nisingechukua ili ungenikatalia Noche. Mi unanitukania bibi mimi? <laughs> au kisa amekufa zamani? <laughs> <laughs> bibi anauma <laughs> Unanitukania bibi fundi. Hamna hata kama hujashika wacheza yoyote au unamwambia nani? Cheza draft, kwa hiyo wacheza draft. Eh, anza kukimbia sasa na nani. Ngoja. <laughs> na uzuri kwenye hii michezo wanakuambia ujifunze kuhesabu hadi kumi na mbili tu, wangesema ufike hadi mia ngapi huko? walikuwa wanajua watu wavivu. Basi bwana umeamua kuvaa nanlii